Kwa jina anaitwa injinia Josef Kumburu. Ofisi ya madini mkoa wa Rukwa ilitangaza kwa wananchi wote wa mkoa wa Rukwa, kuanzia tarehe kumi na moja mpaka tarehe 30 mwezi wa nne, wananchi wote ambao watakuwa na madini majumbani mwao au sehemu yote ambayo anajua ina madini, basi awasilishe ofisi ya madini ili ofisi ya madini iweze kumshauri kisheria na kumtafutia wateja ndani ya mkoa kwa broker ambao tuko nao na dealer au nje ya mkoa. Baada ya tangazo lile kujitokeza, mzee wetu kutoka kijiji chetu hichi hapa e, cha Luwa tukawasiliana na katibu tarafa e, kwa maana yeye ana madini lakini ndio hivi ajitokeza mtu mwingine akaja na madini haya aina ya rubi. Baada ya kufanywa tathmini, yakapatikana kuwa na thamani zaidi ya milioni moja na, na, na laki moja na hamsini baada ya hapo tukamtafutia mteja akayauza, tukachukua kodi ya serikali na yeye akapata hela yake. Tunatoa wito zaidi kwa wachimbaji au mtu yeyote, nyumbani kwake au shambani kwake ameona kuna madini, serikali ipo kwa ajili yenu ya kuwasaidia. Serikali inaongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Eh, chini ya waziri wa madini inasimamia masuala yote ya madini, na sisi kama tume ya madini mkoa wa Rukwa tumejitolea kutoa elimu washauri watu kuangalia ni madini aina gani, kwa sababu tunao wataalamu. Haya, tumepata ruby, tunazo kwazi hizi eh, ambazo hizi ni white kwazi, kuna glass kwazi hizi. Tunao madini ya chuma haya, yameletwa na wachimbaji yapo eh. madini mengine kama haya. Kwa hiyo tunatoa wito kwa viongozi wa vijiji kama nyinyi eh. watu watakavoleta hii mizigo, basi muhakikishe mnatuarifu tuwasaidie, wapate fursa na sisi, priority yetu ya kwanza Mtu akitutaarifu tunaenda kwenye eneo lake. Kwa mfano mzee wetu, tutaenda kwenye eneo lile tuangalie, ili tukupe kibali cha muda, uchukue madini ulete, tukutafutie na wateja. Tuna vipimo mbalimbali vya kusaidia pale. Tukishindwa tutapeleka Arusha, tutapeleka Dar es Salaam. Kwa majina, naitwa Paschal Boniface Nzungu. Hii kazi nimeanza muda mrefu mrefu mrefu, kwanza nilikuwa bado ni kijana kwa sababu vitu hivi vilikuwa mpaka vichukuliwe vipelekwe Arusha. Sasa kwetu sisi wachimbaji tukaona ni kamashi, ikabidi tuwe na nini na uvivu. Kinacho tusumbua ni zana za uchimbaji, hizo zana tunatumia sululu, koleo. Sasa mnapoenda mkikuta mwamba mkubwa tunashindwa, kwa hiyo sasa hivi tunachokiona ni kina nafuu labda tu, kwa sababu hii mmekuja hapa mbele zetu, Bwana afisa mkuu wa madini, labda tuweza tukapata msaada. soko tulikuwa tupate, tulikuwa tunakumbana na wajambazi hawa. Ukipata jiwe kama hili, hata lingekuwa zuri, ukiingia mjini huko, anakuitia mahuni, wananyang'anya. Kwa hiyo mwisho tumekata tamaa, kwa mama, Mama Samia Yani alivyofanya hivyo, nawezekana wa Tanzania walio wengi hasa huku vijijini tulikokuwa na shida, tunaweza tukajikwamua kiuchumi, kwa sababu mimi mwenyewe ni mtafiti. Basi yes, nikipata, ina maana hii inakuwa ni hajira ya kijiji chote. Hawa vijana wahuni, wahuni hao wanaoshinda vijiweni, wanafanya kazi, wanapata angalau ya kununulia soda nini. Kwa majina naitwa Edwin Meke. Nipo ofisi ya madini mkoa wa Rukwa. Kwa sasa tumetembelea kijiji cha Luwa kuweza kuwatafuta wachimbaji wadogo na wateja mbalimbali ambao wanaweza kuchukua madini yao. Lakini hapa tumempata mzee wetu kaja na sample za mali tofauti tofauti. Hii yaani, ni madini ya vito. Yaani, madini ambayo yanatumika kwa mapambo na vile vile katika mambo mengine ya, ya decoration. Ambayo madini soko lake kubwa sana ni Asia. Kwa kifupi, tupo hapa kutoa elimu na kuwashawishi wana kijiji wachimbaji waweze kuja kupata elimu katika ofisi ya madini ili kuwawezesha kupata masoko na vile vile kuweza kuainisha maeneo yao ambayo wanapata haya madini ili tuwaweze kuwaunganisha na wafanyabiashara wakubwa ndani na nje ya nchi. Kwa kwa jina naitwa afisa mtendaji kijiji cha Luwa, nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru kwa kitu hatukitufahamu kabisa na pia nimshukuru afisa tarafa wetu ambaye ndio mimi alinipa hizi taarifa kwamba hapa kweli mnaweza kama kukaa na madini ya chumba cha pua. Nikamwambia kwa kweli sifahamu, lakini kwa kuwa nina wazee wangu taulizia nione. Kwa bahati nzuri, siku ile kabla hajaondoka nikawaita wazee, nikawapigia simu, wakasema yapo. Nikasema basi ina shida. Tulivyokaa pale, ndo akasema basi, ngoja na mimi nitoe taarifa kwa afisa madini mkoa ili waje wafike hapa, na ninashukuru Mungu. Nimshukuru afisa madini mkoa kwa kweli alikuja kufika hapa, na na hapa nilikuta na wazee wangu hawa, akaziangalia sample za mimi kama ninazoziona, akasema kwa kweli hivi vitu vinafaa kabisa. Haya madini mnayoona hapa, kiachana na haya mekundu, kwa ujumla hapa kilichopo ni mengi sana, ni mengi kwa kuwa kuna maeneo ambayo hata mimi mwenyewe nimetembea kwa miguu nimeenda kuyakuta. Kwa hiyo nachoomba kama ilivyosema afisa madini, watupe ushirikiano, watupe vile vibali vidogo kwa vya muda tujaribu kuchimba tuone, pamoja na wazetu, tutatafuta na vijana ambao tumehamasisha kwa kweli di, <tipa> na vijana mjini wanasema, ah, kama atakuwa tayari, sisi tuko tayari kufika huko maeneo. Kwa hiyo naomba tujitahidi, mtusaidie, afisa madini, mtusaidie, sio watu vijana hivi, hata kama mfaa hata ni kuliku kipata shilingi elfu tano basi mthata akija kipata elfu hamsini thelathini arobaini, ili itamsaidia kivi nini mahitaji madogo madogo ya kijamii baadaye yakwenda kupunguza, a kwa majina inaitwa alistidi Kanondo Sakalala. Yaani fursa kuitumia, naa inategemeana na, na afisa madini ndiye anataka atupe sapota. Sa ni changamoto sababu, kwa mzee mzee alikuwa na chimba, ni maana wateja hamna, mtu anakuja tu kama anajitembelea vile, ah mzee, nitakupa elfu mbili ah. Sasa anaona kwa sababu wateja rasmi hawapo, chukua hata elfu mbili kuliko kuyaweka ndani h kwa sababu wataalamu wataalamu wamekuja namona sisi tunawategemea wenyewe kutupa supporta. Anamana okay. Hapa sisi yaani, tukichimba mteje kija kwa wakati umeuza umepata fedha feza namaa aponaweza kuja hesabu kulima kama kulima bado kuna kujenga kajenga nyumba itakayobakia unanua mbegu mbolea unatunza kulima.